Akamkemea pepo Yesu, akamwambia pepo, kwenda zako, naye akamtoka, naye akamtoka, yule kijana akapona. Tangu saa ile, yule kijana akawa mzima saa ile ile. Kisha wale wanafunzi wake wakamwendea Yesu kwa faragha, kisha wale wanafunzi wake wakamwendea pembeni, pembeni kwa uficho, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Mbona sisi tumeshindwa kumtoa? Imekuwa kwa vipi? Ni vipi bwana umefanya? Yesu akawaambia

Namna hii namna hii haitoki ila kwa kusali, ila kwa kusali mfanyaje? Eh, na kufunga, japo hatutaki kufunga. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya maandiko matakatifu. Ujumbe wa leo unasema imani pamoja na uponyaji. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, utusaidie. Watu hawa viingie akili, viingie machoni pao, viingie moyoni mwao, kila mmoja Soma Marko kumi na moja ishirini na mbili hadi ishirini na sita. Tutakaa ni sababu ingine ambapo tunafanya mtu akiomba imani isifanye kazi. Yesu akajibu kwenye ukonyaje hapo asioneshana ila anaamini kwamba hayo nasemayo yatatukia yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia.